Ndio. Mm, mimi natumia kila kitu, usichagui huo. Ee, nimeuona nimeuona, asante. Uji wako mtamu, asante kakaangu Asa. Kakangu mii, naomba nikatembeze uji uliobaki. Nitapitia chupa yangu pamoja na kikombe, sitochelewa kwani shida yako ni shida yangu. Naitaji ndede nikauze, nafanya biashara, nataji kuuza, okay. Hiyo chupa inaingia vikombe vingapi? Hiyo chupa na vikombe kumi na mbili. Umetumia kikombe kimoja, mabaki kumi na moja Ambayo inakuwa shilingi ngapi? Shilingi elfu sita. Nalipia. I paid. Nachotaka mimi leo, ninywe uji. Nikimaliza uweke mwingine uweke mwingine yaani nihakikishe ya mpaka nakunywa uji na changanyikiwa. Nakumbuka utoto wangu. Sh Saka kangu chenchi. Ingine, hmm. Hapa chenchi aina haja ya na nakuongeza nyingine, shika hapa, bado unadai chenchi, lakini najua ila nalipa kutokana natumia muda wako. Okay, kama unatumia muda wangu sawa, hamna shida. Samahani.

Mimi nilitia jambo la masa demu ndio nilivuta huko. Ah, mtu. Sasa sisi tuna mambo ya maana yote zaidi ya mademu. Mimi niko sitaki uende moja kwa moja, yenyewe uende tu muone mtu tukakaa pale a so fresh. Dem gani uko nayo? Dem flani gani anauza uji? Nimekuta hapo chini. Nikamwambia sikiza, wewe twende kwa niuzie uji, jipanda juu. Nimepanda naye. Muuza uji wewe, muuza uji. Muuza uji. Niache mimi chemshe za mwanzi. Ah, subiri. Yaani usiseme tu muuza uji muuza uji, wenyewe umemuona wewe, nenda kamwangalie. Ushasema status yake ni muuza uji, hebu nenda eunenda ka kamwangalie, mwangalie muuza uji yukoje, muone Ndiyo. Uh, wewe ndo muuza uji, right? Ndiyo. Okay, unaweza kunipatia mi kikombe kimoja cha uji ada? Kwani uji hupo? Upo hupo uji? Yote si nimeshanunua mi, wa kuna uji mwingine nikajua upo nae

Sukari ya yeah, sukari. Thank you, toka basi kaa kule. Ivi dozi ya kule ya uh, gono na choice. Unataka daktari yoe ndio ku utumie uh, dozi. Mwanangu, kwani unataka nini no? Wewe? Yaani unanitafuta kitu gani? Umetaka uji nimekupa kwa shida nini? Ah, mimi najaribu kusema kwa sababu unajali afya yako wewe rafiki yangu alafu. Sio sio, kafa mbona bado ukija na mdogo. Haya mambo yapo. Sikiliza, hebu hebu, kunywa uji toge, toka na kikombe chako. Mami, twende ndani. Twende ukanipe huu uji ndani, wote ninyo ndani nimalize. Yaani, bora ninyo chupa nzima hata kama kuharisha niharishe. Lakini, hebu twende, twende. Twende. Twende, twende, tangulia, twende. Ni bebe na sukari, twende. Kwa unachukua uji na muza uji. Yote. Rafiki ah, yangu, mambo gani sasa hayo eh? mambo gani hayo? dada wa watu, mjasiriamali eh? zake ajuzi zake uji eh? ajuzi zake uji anaweza kuwa na maisha magumu huko nyumbani, unampeleka yeye eh, na uji na chupa zote meingia nazo chumbani. Umeingia wewe mnunua uji na muuza uji na, na vikombe vyote na kila kitu basi, umeingia navyo basi gai, ata sukari niwaletee chumbani huku na wenyewe mmebeba mbogani ya. Eh. Mm. Usijo kampagola mtoto wa watu, rafiki yangu.